Cha Kigera, lakini haya ni maeneo ya Kariako, wao wakiwa ni maarufu sana kwa ajili ya uchimbaji wa madini, lakini jambo kubwa ikiwa ni uzinduzi na uh, ufanyaji wa kampeni za uh, ubunge jimbo hili la Musoma Vijijini wana kijiji ambao tayari wamefika hapa kwa ajili ya kuhakikisha wanaangalia na kutazama pia na kusikiliza kampeni za mgombea wa kiti cha ubunge si mwingine ni chama cha ACT Wazalendo, lakini ni s majina Ngaranga, wewe kwako, tarehe ishirini na tisa Oktoba unakwenda kupiga kura.

Sasa ashikamo, mzima kabisa. Atareh tarehe 29 tunakwenda kupiga kura. Leo hapa kuna mkutano wa chama cha ACT Wazalendo, ambaye ni mgombea ubunge jimbo la Musoma vijijini. Unaamini kwamba ACT Wazalendo wanakwenda hasa kutatua matatizo ya jimbo hili? Kwa majina naitwa Luka Patrick Munyu Mtundi. Mheshimiwa Mbunge, tunachanga michango yetu kwa ajili ya afya, tunapeleke wa kuikomero, wakati matibabu tunayapata Musoma mjini. Je, wewe utakapokuwa mbunge ukiapishwa, utatusaidiaje swala la huduma ya afya? Badara ya kuambiwa kituo cha afya ni Mwikonero, sasa tuwe tunapata huduma Msoma mjini, ambapo ni karibu sana hata kwa mnyonge anaweza kutembea kwa miguu. Leo hii tukienda starini, unaambiwa kata bima, kata na ukiisha kata bima, ukienda starini kwenye matibabu, unaambiwa dawa zipo, unaandikiwa dawa, naenda kununua. Kiu ya wananchi wa jimbo na Msoma mjini ni uwakilishi, na kiu ya wananchi wa jimbo na Msoma mjini ni maendeleo. Kwa miaka kumi tumeishi kama jimbo yatima, tumeishi kama jimbo lisilokuwa na mwakilishi. Kwa sababu hii, hatuna budi kumpa Spencer Magina Maranga kura za ndio akatuwakilishe katika bunge tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukampate mbunge atakaenda kuzibeba shida zetu, uhitaji wetu, kero zetu, akazipeleka katika bunge tukufu la jamhuri ya muungano wa Tanzania, na akatuletea majibu yenye matokeo chanya kwa maendeleo na manufaa ya wananchi wote wa jimbo la Musoma Vijijini. Tunamwamini, ni kijana wetu, ni mwanenu, ni ndugu yetu, mzaliwa wa jimbo la Musoma Vijijini, kijiji cha Seka. Uongozi ni wito. Majina ameitika kututumikia wananchi wa jimbo la Musoma vijijini. Sehemu zote tulizopita, watu hawalizishwe na utendaji wa Sospita Mlongo, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Musoma vijijini. Ndugu zangu, watu wengi wanahitaji mabadiliko, nanyi nikiwaangalia nyuso zenu, wakazi nyie Wanyegina, nyuso zenu zinaonyesha mmechoka, mnahitaji mabadiliko, na mabadiliko haya ni kwa upande wa maendeleo ya jimbo la Musoma vijijini. Ndugu yetu Aspenas Magina alikuwa kwenye mchakato wa kura za maoni kwenye chama cha Mapinduzi, akashika nafasi ya pili kwa kura chache sana tofauti na Mona, lakini sauti ya watu wazee wa jimbo hili wakamwomba mtoto wao kwamba karibu, uje upambane, tunahitaji mabadiliko, tumechoka kuguruzwa. Naye Magina, kwa sababu aliitwa na wazee, akina mama, akaja kwa hiari yake, kwa nia na kwa juhudi na kwa makusudi makubwa, kuhakikisha kwamba anapambana kuleta mabadiliko ya jimbo la Musoma vijijini. Na kuzilisha hilo, wazee wakampa mibaraka, wakamwekewa na wakfu, waka wakamwambia kijana tunakubariki nenda kapambane, na tuipenda Bugwema. Wakampa na fimbo ya kuongozea jimbo hili nae Magina. Safi. mbunge makini ni yule eyu maswali ya ndugu zake. Mbunge makini ni yule asiogopa maswali. Kipimo cha utumishi mzuri lazima upimwe katika maswali, au siyo? kwamba mnatoa michango ya huduma ya afya nakwenda kutibiwa mjini lakini fedha inakwenda halmashauri sio kuiko nelo. Ndugu zangu, mkanganyiko huo ni kwa sababu hatuna mbunge makini, si mfuatiliaji, ana majivuno. Sasa kama mbunge hafuatilii changamoto hizi, mnategemea nini? Halafu bado yupo na nataka miaka mitano, tusimpe kura. Naombeni mnichague mimi, ndugu zanguni, nakwenda kusimamia maslahi yenu. Kama mtakwenda mjini, mtatibiwa mjini, au sio? Natamani niendelee kuwathibitishia kama tutafanya uamuzi sahihi wa kumchagua kiongozi sahihi kwa maslahi yenu, anakwenda kufanya mambo mengi kama mtanipa dhamana. Ndugu zanguni, naomba niwaahidi, na nakwenda kusimama imara kuhakikisha kwamba tunaanzisha uvuvi wa vizimba. Kwa yoyote atakaye kuwa na nafasi ya kuhitaji uvuvi wa vizimba tutatoa nafasi hiyo na fedha itatoka pasipo kubagua. Nitaishauri serikali kuendelea kuhamasisha uvuvi wa vizimba, au sio? Ndugu zanguni, hatuwezi kuchukua dawa kwenda kuweka ziwani tupate samaki, lazima tuende na mipango mizuri na njia sahihi ambazo inaweza kuleta manufaa kwa wananchi wa leo, pamoja na kizazi kijacho. Asante sana. Kiongozi bora lazima awe na mahusiano na wananchi wake au sio? Kiongozi bora lazima atatue kero za wananchi wake si ndio? Kiongozi bora lazima afanye vikao na wananchi wake si ndio? Kiongozi bora lazima awe mwakilishi hodari bungeni au sio? Kiongozi bora ni yule anayetambua changamoto na kero zinazowagusa wananchi anaoishi nao. Nyegina safi, wazee wangu, kila cha sugu, akina mama zangu, kwa chamae, vijana wenzangu, mambo vipi? Ndugu zangu Wananyegina, nimeona vyema nifike kwenu. Nimefika kwenu kwa sababu moja kubwa ya kuomba kura ya ndio au sio? Kama mtalichagua, ndugu zangu ni Wanyegina, nitaimarisha mahusiano kati ya ninyi na viongozi, nitaimarisha mahusiano kati ya ninyi pamoja na watumishi wa umma, au sio? Tumekuwa na changamoto, bosi wetu amekuwa hafanyi vikao na ninyi, bali anafanya vikao Ndugu zangu wana nyingina, lazima tutambue, tuna wajibu wa kumchagua kiongozi anayekwenda kutuwakilisha bungeni, sio kiongozi anayekwenda kusinzia bungeni, au sio? Kiongozi anayetetea maslahi ya wananchi masla, huwezi ukapata walimu wala madaktari kama serikali inatoa walimu inatoa madaktari halafu mbunge yupo mbunge haongei bungei, au walimu watapatikana vipi? Nichagueni mimi kijana wenu Aspenasi Magina Galanga, nakwenda kuwatetea, nakwenda kusimamia maslahi yenu, au sio? Ndugu zangu wana nyegina, yako mambo mengi sana, ikiwemo miundo mbinu ya barabara. Kama mtanichagua, jime kwa jino na watu wa TARURA kuhakikisha barabara zote za mitaa zinapitika kipindi chote, iwe masika ama iwe jua. Asiwadanganye mtu kwamba chama kinaleta maendeleo, ni mtu ndiye anayeleta maendeleo, au sio? Lakini lazima apite kwenye chama. Mzee wetu alipewa miaka kumi, mpaka leo ninyi ni mashahidi, changamoto zetu za muda mrefu bado hazijapata ufumbuzi, na yeye yupo bado anataka tena miaka mingapi? Naombeni msimpe kura, ndugu zangu. Msije mkakosea kupa kura kwa umri ule, anakwenda kustafu, hakuna chochote atachokifanya. Lazima kila mmoja wetu ajiulize, kwa nini nakwenda kupiga kura? Nakwenda kupiga kura kwa sababu nahitaji kiongozi mahiri anayekwenda kutetea masilahi yangu bungeni. Nahitaji kiongozi mahiri atakayeweza kuhakikisha maji anatufikia majumbani, sio? Nahitaji kiongozi mahiri anayekwenda kutetea maslahi upande wa afya, akinamama wanapata shida. Nataka kiongozi ambaye atakwenda kufanya vikao na wananchi. Siwezi kujua wa changamoto za shuleni kama sijaja kufanya vikao na ninyi, si ndio? Siwezi kujua changamoto za kwenye jamii yangu kama sijafanya vikao na ninyi. Mbunge yupo huyo huyo ambaye afanyi vikao na bado anataka miaka mitano. Tunyime kura, nipeni mimi, ndugu yenu, kijana wenu mnyenyekevu Aspenasimagina ngaranga, nakwenda kuletea maslahi yenu gaibu. Tuendelee kujitathmini. Mpaka kufikia tarehe ishirini na tisa, kila mmoja wetu ajue anakwenda kumchagua nani kwa maslahi gani, ila anapoingia kwenye chumba cha kupiga kura ajue amempata mtu, anakwenda kumpa kura mtu ambaye anakwenda kuwa mwakilishi wake mzuri kwa maslahi mapana ya jamii yetu. Mwenyezi Mungu awabariki awatie nguvu. Siku ya kura, nipeni kura za kutosha. Katika kupiga kura, kura ni siri, usiangalie chama chako, nenda kanipe kura. Ndugu zangu, nguvu, mimi nakwenda kuwa mtetezi wenu, nakwenda kuwa mtumwa wenu. Asanteni sana.